Miaka mitatu zote mtu amalizi boma moja, ni mcheki ufuni? Haiwezekani. Miaka mitatu zote mtu amalizi boma, ndio ana shida. Hey. Ah, sasa umesikia. Yaani leo siko sawa unavyodhani. Hebu njoo kwenye ile jengo nilioukabidhi hapa, uje moja kwa moja, maana naona nyumba yangu hii tangu nikupatie haujaimaliza mpaka saa hizi. Hem, njoo kwanza hapa, kuna shida moja. Njoo, njoo, njoo chapo. E, we njoo, natakiwa niambie, jengo halijaisha kwa nini hili? miaka mitatu zote, cheki mpaka hizi zinaisha hizi. Ah! unaweza ukanielezea shida ya hapa kufikia hadi leo jengo langu halijakamilika? Ya, naweza nikakuelezea bosi. Hebu naomba uniambie, kwa sababu ulikuwa ukinipigia simu kuna kenchi zimekosekana, hela ya kenchi natuma mara, sijui gari imepata hitirafu gani, waliobeba kwao, nami nikawa nahitaji nyumba yangu ikamilike kwa wakati. Hebu naomba uni, uniambie ni kitu gani kilichosababisha hadi nyumba yangu sahizi iko hivi? Kwanza bosi, nikuombe samahani. Kuna vitu fulani viliingiliana kwenye familia yangu bosi, nikashindwa nifanye nini nikashughulikia kwanza mambo ya familia, yakiisha niendelee na ujenzi wako. Hivi unajitambua kweli? Unajielewa, unacho unachokiz, yani unachokizungumza, familia yako na jengo langu linahusiana nini? Kwa sababu wewe uliniambia na ukanihakikishia kama ku kuna shida hizo za familia yako, ungenijengea kwanza nyumba yangu, ndio ungeendelea na majukumu. Kwani wewe usiniambia kuna una vijana? Ndio maana nikatanguliza samahani, bosi. Nipe nafasi ya mwisho unirudishie gharama zangu, nitafute fundi mwingine. Inavyoonekana wewe umeshindwa kazi, miaka mitatu jengo liko hivi, mpaka fremu zimeanza kubomoka-bomoka hivyo, zimebunguliwa. Wewe upo tu umetulia. Sasa ume we. wewe unaonekana wewe kazi uwezi, wewe inaonekana wewe injinia ile, wewe ni dalali wewe. Sasa sikilizeni twende so,